A mwandishi bora katika kategori yetu ya masuala ya ardhi. E, ni, mimi nilikuwa nje safarini e, akaja katibu mkuu lakini, tulitaka kuonyesha jamii namna ambavyo tume digitalize Wizara ya Ardhi, pale pale umepata tuzo yako na pale pale tukakutolea na, na hati yako na ndio lengo letu kama wizara, kuhakikisha ya kwamba tuna digitalize mikoa yote. Mpaka sasa kama unavyofahamu, tuko mikoa sita, lakini tunakwenda sasa Tanzania nzima kuhakikisha kwamba tunafanya vitu kwa haraka na watu wapate hati zao kwa haraka uh, lakini vile vile nikupongeze kwa kuonyeshwa leo kiwanja chako chenyewe ambacho ulikabidhiwa hati siku ile. Uh, kiwanja chako, sisi ni matarajio yetu ya kwamba utakijenga kwa haraka kwa sababu uh, Kitelela kule ni, ni mji mpya ambapo ndio tumeu design kama wizara kuhakikisha kwamba makazi yanakuwa yamepangwa, yamepimwa vizuri. E, sasa tunasubiri uendelezaji ambao tunawatarajia na nyinyi ambao ndo mtakuwa wakazi kule mweze ku, ku, kuendeleza viwanja vile. Kwa hiyo nimalizie tena kwa kukupongeza, lakini Eh, isiwe sasa kwa sababu umeshapata na, na, na, na hati umepata na tuzo, basi ukatukimbia Wizara ya Ardhi ili mwakani upate tuzo wizara nyingine. Eh, tunatarajia kwamba bado mambo yetu ya ardhi yatapata msemaji eh, lakini pia changamoto unazozisikia huko unazoziona, unatutaarifu, unaziandikia, unafaidi tujue namna gani ambavyo tunaweza tukazitatua. Mageuzi makubwa yamefanyika katika sekta ya ardhi chini ya uongozi mahiri wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, uh, kwa maelekezo yake mwenyewe ya moja kwa moja na kwa sapoti ambayo amekuwa akitupatia sisi kama wizara katika kipindi changu. Mimi ni mshindi wa tuzo ya Samia inaitwa Samia Kalamu Awards nimeshinda katika kipengele cha ardhi na makazi na mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kupitia tuzo hizi nimeona kalamu yangu ikinilipa zaidi ya matarajio, kwa sababu sikuwahi kuwaza wala kutarajia, nilikuwa tu nikifanya kazi, lakini leo namshukuru Mwenyezi Mungu, kalamu imenilipa na nilipata zawadi ikiwemo tuzo, cheti, fedha taslimu pamoja na hati ya kiwanja. Lakini leo nipo hapa katika kiwanja hiki ambacho nimekabidhiwa rasmi na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi katika eneo hili la Kitelela. Napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye kupitia tuzo hizi mimi sasa namiliki zaidi ya siku ya mita elfu moja mia mbili katika jiji la Dodoma. Naweza kusema kwamba uh, nchi yetu kuna miradi mingi ya maendeleo na ya kimkakati ambayo serikali inatekeleza, lakini kupitia kalamu zetu, wananchi pamoja na wadau mbalimbali wataweza kujua nini serikali inafanya, kwa sababu miradi inayotekelezwa na kile ambacho tumekiripoti, naweza kusema hata robo hatujafikia. Hivyo bado kuna mwanya wa kuendelea kuandika, kuendelea kuripoti na kuendelea kuyatangaza yale ambayo serikali ya awamu ya, ya sita inayotekeleza kupitia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na miradi ya kimkakati. Mi naweza nikasema kwamba huu ni mwanzo tu. Kwa hiyo mi nitaendelea kuwa balozi mzuri hususani katika sekta ya ardhi.